Yeah, habari za saizi wa Tanzania wenzangu. Mimi naitwa Agustino Polepole. Eh, nimepata summon, summons kutoka jeshi la polisi na ujumbe huu ni moja kwa moja kwa jeshi la polisi. Mmenitumia summons imefika nyumbani na nimeiona mtandaoni. e, katika samansi hiyo mmesema nimemtaja afisa wa polisi ndugu Mafwele, na kweli akati mimi naieleza jamii ya Tanzania na kimataifa kwamba mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa na ndugu Mafwele. Sikujua kama ni afisa wa polisi. Nashukuru sana jeshi la polisi Tanzania, mna intelijensia kubwa kwamba mnanihita nitoa ushahidi kwamba afisa wa polisi amehusika katika utekaji wa Humphrey Polepole. Sasa basi, kuna maswali mengi ya kujiuliza. Kama kuna intelijensia ya haraka kiasi hicho ya kujua kwamba Mafwele ni afisa wa polisi, kwa nini intelijensia hiyo isitumike kumhoji Mafwele? Mimi najua na nyinyi mnajua, jeshi la polisi Tanzania sio jeshi, ni polisi Tanzania. Mnajua polisi walifika nyumbani kwa dada yangu wakamteka na walisema wanamtafuta Humphrey Polepole. Sasa inakuwaje, mnaniita mimi polisi, wakati huyu ndugu Mafule mimi namjua kama ndugu Mafule, nyinyi mmekiri kwamba ni afisa wa polisi na barua yenu inaandika ni afisa wa polisi. E, nimefanya nimefanya utafiti mdogo mtandaoni, nimegundua kwamba Mafwele ni zono crime officer wa polisi Tanzania. Sasa ninapokwenda kulipoti polisi Tanzania, atakeni hoji ni zono crime officer, what do you expect? Unatarajia nini? Unatarajia nini? yaani mtu ambaye nyinyi wenyewe jeshi la polisi mme acknowledge mmekubali kwamba ni afisa wa polisi na sijui intelijensia ya gani mmeitumia. Maana mimi nilijua ni mtu mmoja tu anaendesha genge la kihuni, nyinyi mmekili kwamba ni afisa wa polisi. Sasa huyo afisa wa polisi ndio atakaye nihoji? Usalama wangu ukoje? Usalama wangu ukoje?

Bring Humphrey back. Kama jeshi la Tanzania kwa intelijensia ya haraka mmegundua kwamba mafuele ni afisa wa polisi, mmeshindwa kugundua aliyempiga risasi lisu kwenye compound ya wafanyakazi wa serikali, maafisa tena, sio maafisa wa kawaida, maafisa wa juu, na mpaka sasa mnamshikilia na hamjawahi kumhoji. Nawambieni, mnapoteza weredi wa kazi yenu, mnapoteza heshima ya kazi yenu, kwa sababu mnapata kodi, mishahara yenu ni kodi za Watanzania wote. Huwezi kuvaa uniform, unapokea posho na mishahara Alafu unaumiza watu baada ya kulinda watu na mali zao. Kama mna shida na Humphrey Polepole, mfikisheni mahakamani au mmwachie huru. Very serious, serious matters. Na hii nimeitoa very brief, nitakuja na details. Mlimpeleka wapi, wapi kaumia na yuko wapi mpaka sasa? na mkijaribu kumdhuru, mkijaribu kumdhuru, ni nw Mungu muumba wa mbingu na dunia, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa shahidi.